Na aa kama timu ya maashirika tukachangua chama kimoja baada ya nyingine, tukaja tukaakae tukapata. Baada ya hapo, mfuko wenyewe haukuwa mkubwa, pikipiki mmoja mmoja kila wilaya. Tukapata aa mshindi mmoja kwa kila wilaya, motisha kwetu kuendelea nimefanya vizuri tukianza na wilaya ya Liwale, ni Mkuyuni amcos na kwa keangu kirudi na huko nilipotokea, wajumbe wenzangu kufanya kazi pamoja pamoja na katibu wako, ni watu pongezi sana. Lakini pia Runali, nishukuru kwenye vyama ambao umekuja na sasa ukaona wewe, kwa kweli ntaongeza juhudi zaidi hapa. Nashukuru sana kwa sababu sikutegemea kama nitakuwepo katika kundi hilo nawashanai na pia wanetupa imani kwamba tunafanya kazi kwa juhudi na tutaendeleza zaidi hapa. Ni mojaapo mimi nashukuru kwamba hawajabahatisha kwa kuona kwamba kila mmoja aliyofanya apewa haki yake. Kwa mimi niomba tu wale kwa vyama vingine wajifunze kupitia kwa vyama vingine, naomba na washawishi kwamba wajifunze, kwa sababu tunavyoondoka unayofanya vizuri na vyama vinakuangalia Sio kwamba uona kwamba we unapofanya kwenye chama chako kwamba hakuna mtu kwa anakufata ni hapana. Sisi tunakaguliwa, tuna na vyama vikuu vizuri, pamoja na najisikia na vizuri lakini, moyo wangu hauko vizuri sana, kwa sababu sikupata zawadi ya pikipiki kupitia chama changu, hmm. Nawaahidi wanachama wangu kupitia chama changu, nataka nipambane vizuri sana, ili mwakani na mimi nipate zawadi.